Kwa sasa sakata kubwa ambalo linaendelea kwenye e, nchi ya Tanzania ni sakata la mauzo ya akiba ya dhahabu, ambapo wengine wanapinga, wengine wanakubali na wengine wanajiuliza maswali kadha wa kadha. Sasa e, mjadala mkubwa kuhusu kuuzwa kwa sehemu ya dhahabu ya Tanzania umeendelea kupamba moto nchini Tanzania huku kukiwa na mivutano ya kimtazamo kati ya wasimamizi wa sera za fedha wanasiasa na wachumi, wanauchumi wabobezi. Hii ni baada ya kuibuka kwa taarifa mitandaoni zikidai kuwa Benki Kuu ya Tanzania BOT na mpango wa kuuza sehemu ya hifadhi ya dhahabu ili kufadhili eh, miradi ya kimkakati ya serikali oja aliozua ofu maswali na mtazamo kinzani miongoni e, mwa wananchi. Kwa mfano mwenyekiti wa, e, makamu mwenyekiti wa Chadema e, e, aliandika kwenye mtandao wake, e, ukurasa wake wa Instagram akisema na mnukuu: Watanzania mnajua kwamba kuna uamuzi mkubwa kama huu umefikiwa. Kila kitu kinauzwa kienyeji, hifadhi yetu inateketezwa. Ili si jambo la kufanyika kimya kimya. Huu ni uamuzi mkubwa, unahitaji mjadala mkubwa. Hata hivyo, BOT imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa hakuna mpango wowote wa kutumia dhahabu kufadhili eh, miradi ya serikali. Akizungumza jijini Dar es Salaam mkurugenzi wa idara ya masoko eh, ya fedha kwa BOT Emmanuel Akaro amesema kinacho eh, kinachotekelezwa ni uamuzi wa kitaalam wa kusawazisha midhani ya hifadhi ya dhahabu baada ya tathmini ya kuvuka kiwango kilichoainishwa na bodi ya benki hiyo. Kwa mjibu wa Akaro bodi ya BOT imeidhinisha kiwango cha juu cha hifadhi ya dhahabu kisichozidi dola za Marekani bilioni mbili, wakati thamani ya sasa imefikia dola bilioni tatu nukta mbili nne, hali inayolazimu kuuza kiasi uh, kilichozidi ili kurejesha uwiano unaokubalika katika hifadhi ya fedha za kigeni. Amefafanua kuwa fedha zitakazopatikana hazitaelekezwa kwenye miradi ya serikali bali zitaelekezwa katika masoko ya fedha ya kimataifa kwa lengo la kuongeza mapato ya uwekezaji wa benki hiyo. Naye Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Mchemba, ameotoa wananchi wasiwasi kwa kusema wapuuze kauli zinazopotosha zikidai kuwa nchi haina fedha na inalazimika kuuza, kuuza dhahabu ili kuendesha miradi yake. Akizungumza bungeni Januari ya tarehe thelathini mwaka 2026, Dkt. Nchemba alisema BOT ni taasisi imara inayozingatia misingi ya sera za kifedha na kwamba maamuzi yake yanafanywa kwa uangalifu mkubwa. Lakini sasa je, kuna maswali ambayo yanaibuka kutokana na kauli hizi za ambao wanapinga na ambao wanakubali. Lakini unaweza ukatafakari maswali mawili matatu. Kwa mfano, dhahabu ni ya kwetu kama Tanzania, halafu tunanunua dhahabu sasa, tunanunua kutoka kwa nani? Jambo la pili au swali la pili, kwa mwaka juzi pekee mwaka elfu mbili na ishirini na nne madini ya dhahabu yaliyochimbwa ya Tanzania ni takribani tani stini, narudia tena takribani tani stini kwa mwaka mmoja tu, ambazo ni sawa sawa na kilo elfu sitini ila dhahabu yote inayomilikiwa na Benki Kuu ya Tanzania kwa maana ya BOT tangu tupate uhuru mwaka elfu kenda na sitini na moja ni kama tani kumi na nane nukta tisa tu, yaani hata tani ishirini azipo. Swala tatu dhahabu tunazoweza ili kupata pesa za kugharamikia kugharamikia uh, miundombinu ni nyingi kuliko tunazobaki nazo sasa. Mbona pesa za kugharamia miundombinu tunakopa? uh, swali so la nne la kutafakari, wakati Benki Kuu ya Afrika Kusini, yaani SARB ina inamiliki akiba ya tani 125.5 za dhahabu. Benki Kuu ya Tanzania BOT, inamiliki akiba ya, ya dhahabu ya tani 18.9. Swali lingine la tano la kuwaza, hivi, ninamiliki shamba kubwa la mahindi, alafu mimi mmiliki wa shamba na nunua mahindi, hii inawezekana kweli? Lingine naanza kwamba wawekezaji wakija, tunachukua kipande chetu cha ardhi chenye dhahabu tunawapa wao, alafu sisi wenye dhahabu tunanunua dhahabu kutoka kwa wawekezaji. Huu si ni wenda wazimu kabisa? Hebu wataalam tusaidiane mawazo kwenye jambo hili. Tanzania ni nchi ya tatu kwa uzalishaji wa dhahabu Afrika, lakini Kenya ina kiwango kikubwa cha hifadhi ya dhahabu mara tatu zaidi ya Tanzania wakati Kenya haipo hata kwenye kumi na tano bora za nchi zinazozalisha dhahabu Afrika. Hakika kuna michezo ambayo tunachezewa kama Watanzania. Hiyo ni tafakuri ya mdau mmoja kutoka kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook anayejulikana kama Tegemeo saa mbili.